Wanatembea eh, akawauliza kama nazungumza nini. Kile hapo, mmoja akakuwa sana sirika mkubwa, manake huku mgeni katika Yerusalemu, haujua vitu venyeevifanyiki mtu mzuri kabisa ambaye a, ambaye alikuwa anafanya hivi na hivi, watu anafufua wafu wa kina Lazaro, mtoto wa Yairo na wengine ya. Basi chakula alikuwa anapatia watu, na magondo alikuwa anaponyesha Yenye walieleza. Yenye alikuwa anafanya mm, yeah. Asi lakini wali muua. Kwa mwesi na mbongi wali muua. Kwa wanasema kabisa. Asi ya kisi asi. Njua kaanza kwa waonyesha jisi vitu yote viko. Wanaanza ah, elewa kidogo kidogo. Wakati walifika fika kumuji yao. Akapima ku, kuendelea mbele. Kisa hapana. Hizi siku ni mbaya. Na kwenye wana uwa mtu kama vile. Hauta itika mtu mwingine. Hapitika mkura fila. Kwenye wali uwa uli. Uwa mwenyewe. Uwe, uwe, hauta Hauna wenyewe hiyo utapita. Ah asi, tuingia basi. Naye akaitika akaingia, kwa hiyo niingie. Wakaleta chakula, wanaanza kula. Sasa waliona na anabariki chakula ya akili zao zikafunguka. <coughs> na Yesu akatoka pale pale, wenyewe walikuwa na boga, wakarudia. Wanaenda mwendo wa saa mbili ya yuko sawa, kutoka Bagira mpaka eh, mpaka Kadutu na miguu tena, wanarudia Yerusalemu, anaenda kujulisha wenzao Yesu aliwatokea kwa sababu alikuwa nazungumza mazungumzo ya, ya ya Yesu, mazungumzo mazuri. Lakini kwa siku hizi tunazungumza nini? Tunasikiliza nini? Kwa siku hizi mazungumzo yetu inakuwa ina wapi? Tunaishi siku ambazo ni za hatari. Mazungumzo ni mengi ambayo tunayasikia ikiwa kuni, ku Facebook, ikiwa ku eh, YouTube, ikiwa ku zingine mitandao fulani TikTok, nje usiseme na kutukana wenzago na wengine wahivi na watu wanawasikiliza. Na sasa, Paulo akasema katika Wakorinto wa kwanza ile sura yake ya 15 mstari wa makumi tatu na tatu, msidanganyike, mazungumzo mabaya kuharibu tabia njema. Ukikaribia mazungumzo mabaya, sherti mtu utaingia mtabia mbaya, ile hali nzuri yenyewe ulikuwa nayo utaingia ndani. Wale ambao wana wanakunywaka wana pombe kuko wenyewe hapo hakuzaliwa kwa kunywa pombe, lakini ukizoea na wale wale wenye kuzungumza, si pomi kana nzuri ndio anendawakoa ukizoea vitakuwa hivi na hivi, ale unaona, anaendelea. mm -hmm. Wale wenye wanakaa wabinti wenye wakikaa karibu na makahaba, ule binti sharti naye aingie katika ile njia mbaya, ile mazungumzo yao inamkokota, anaingia huko wa, eh, wabinti ambao wanaishi wana na vijana akisikia mazungumzo ya maanguko na anaendelea kumsikia huyo, naye ni sherti atatekwa na ile mazungumzo. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hiyo ni mazungumzo ambayo tunaiona katika dunia hii. Ajabu, hata kanisani kunaingia mazungumzo mabaya kwa siku hizi. Tunaishi siku za hata siku za mwisho kabisa mazungumzo mabaya yanaingia kanisani na wenyewe wanaizungumza. Wanaweza kuwa waimbaji, wanaweza kuwa eh, hata waombaji, wanaweza kuwa wahubiri wa Injili, lakini unasikia mazungumzo yake, unasikia vyenye anasema, unajiuliza huyu ni mwombaji? Huyu ni mwimbaji? Huyu ni unasikia mtu iko anaimba, iko anaimba yeye, sasa iko anasema nyimbo zake, nyimbo zake na kwa leo wanasema nyimbo zangu, wale waimbaji nyimbo zangu, kila mmoja ana nyimbo zake, haiko tena nyimbo za injili, nyimbo zao. Sasa unasikia wenyewe iko naimba iko naimba pale, badui yake wenyewe walimfanya hivi, wataona watakuwa hivi, wee, Mungu atamuinua. Ile hailingani na injili. Injili ni watu wasikie neno la Mungu watubu, waache njia mbaya. Lakini sasa unasikia mtu iko na iko naimba nyimbo zake, hazina hata neno ya toba, hazina neno ya toba, nyimbo zake hazina hata njia moja yenye inaweza kusema huyu oh,